Hivyo lakini aliweza kumchukua Bwana Rosas kwa kumweka chini ya ulinzi kwa kuwa ni mshtukiwa namba moja. Huko naye Dokta Fazil aliacha watu wote na simanzi. Huko naye Benitez alizidi kuambia bwana, mimi simjui Mariana yuko wapi na sijui Mariana yuko wapi. Kwanza Mariana alishakufa siku kumi na tano zilizopita. Huko Mariana alikuwa hana hili wala lile, alikuwa yupo kwenye simanzi akizidi kuomba Mungu akumbukwe. Mara walimchukua Benitez na kumleta huko kwenye nyumba ambayo inawezekana kwamba amemficha Mariana yuko wapi, mla, akazungusha wenye ile nyumba nzima akaleta mpaka hapa hey, ah. Akiongoza hey, msafara. Huku nako Sara pamoja na Joel wazidi kumkumbuka kipenzi chao Tino kwa kuwa Tino amewatoka na hapo, na tena wakati wakiangalia zile picha picha, kisima cha maji hamna kitu nifanye jambo. Huku Mariana naye akiwa haelewi lolote, wala lolote Jamaa Joaki mbana huko, Mariana bado haelewi. Mariana akaanza kulia sasa akitegemea hakuna tena msaada. Malimzia akamwambia polisi sizani kama Mariana atashindwa kuwepo hapa lakini Mariana, huyu jamaa tembeatembea, kanyaga ule mlango wa handaki wa nani wa Mariana akalizima ja. Oh, ja, ja, akamfuata Rogelio kulizima mara ukimya katanda huko Mariana, mbona mm, kuna kimya sana leo. Akaanza kuchukua tochi kumulika mulika juu, akitegemea labda atasikia huko na huko nje. Akaanza kuwa na wasiwasi kama wamesikia sauti huko ndani, na hisi kama ni sauti inaita, huyu Mariana anaita msaada. Ah, huko Rogelio akasema huko, pale ishakamatika leo. Jamaa kaenda mpaka ndani, pigapiga msako kwenye pale ile banda la mbuzi mm. Mbona kama hapa kapigapiga hivi na mguu kasema, mbona kama kuna mlango hapa, kapiga piga na mikono, vipi vipi, akafungua fungua ile, vuta vuta, vumbi kafuta futa vumbi da, akafungua hivi mlango, ndo akutana na Mariana. Mariana akakutana na mbaya. Mariana, Mariana nipe mkono huu, hapa mkono hapa panda, moya panda, ah Mariana huko analia nguvu zimemwisha, hajui afanyaje. Mariana na Joakim wameweza tena kukutana mara nyingine tena. Rogelio alimwangalia Joakim kwa jicho la roho mbaya. Ukitaka kujua nini anaendelea mbele, usiache kufuatilia chaneli yetu ya Story Kamili.